Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Ndugu wananchi, wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutokana na majukumu mtakayopangiwa muda mfupi ujao ni matumaini yangu na ya Taifa kwa jumla kuwa mtakwenda kufanya kazi kwa weledi na mtasimamia viapo vyenu. Kama mnavyotarajiwa kwenda kusimamia haki za raia, mnatarajiwa pia kuendelea kuwa mabalozi wa kusimamia maadili katika komandi zenu. Mwe sehemu ya kukomesha vitendo vya kuomba na kupokea rushwa. Haya ndiyo maradhi makubwa yalikuwa ndani ya jeshi letu, na sitaki kusema yameisha. Yapo, yanaendelea Muda baada ya muda tunarushiwa viklipu, nami nikirushiwa na wanamrushia IGP, watu wako hao, barabara fulani, angalia. Na nashukuru nikimrushia, acheleweshi, anachukua hatua hapo hapo. Kwa hiyo nendeni, kakomesheni, kakomesheni mambo ya rushwa. Hamjafunzwa ili mpewe silaha zaidi za kwenda kukomesha watu kwenye mambo hayo, mmefunzwa